Mzigo unaanza bidada anaweka dawa ya macho ghafla, kila mtu anamwangalia yeye, sio kumwangalia tu, yani wanashangaa kama ameona malaika. Bidada akajigusa, akaona vipi, kashika simu anajiangalia kwenye picha, watu nyuma nao wamemkodolea macho, akaona wana... Yani darasa zima wanamwangalia yeye kwa uoga, akaamua kutoka nje ya darasa mzee, mbio mbio ili kutoka nje, watu wote macho kwake, mzee akazidi kuchanganyikiwa. Kila anapopita watu wanamwangalia, kila anapopita watu ni kumtumbulia macho tu, kila anapopita watu wanamshangaa, mpaka wengine wanataka kuanguka bidada Kaona hii akalanda mpaka nyumbani mzee. Kufika nyumbani, amepoa na kunywa maji, anaangalia TV hadi watu wa kwenye TV unaambiwa wanamtobolea macho <laughs> Ya pili akawa ya anaenda shule huku anajiziba, kwa sababu watu wanamwangalia mpaka anaogopa. Ghafla akapemeana na kijana mmoja, akaangusha ile dawa ya macho, kijana kaiokota akaanza kuiangalia. Ila kupoteza muda, jamaa kampa bidada dawa yake. Dada kupiga hatua mbili mbele, kakumbuka mbona jamaa kunishangaa, alishangaa ile dawa, akaona huu huenda ni mtu sahihi wa kumwambia shida zangu. Basi <laughs> akamuita mshikaji na kuanza kumwelezea, macho alikuwa ananiuma, nikaeka dawa kwenye macho, ila baada ya kuweka dawa ni nikaona kila mtu ananiangalia mimi.